Is better that we be careful. Watu tujaribu kuwa uangalifu tukitumia, hii ni vyombo vimetengenezwa na binadamu, ni afadhali tuwe uangalifu, tuweze kupunguza machari za aina hii. Watu wengi ni viwete, tuweze kusitumia kwa njia inayofaa. Uh, kwa majina naitwa Edwin Wafula. Uh, mi nilikuwa natoka zaidi ya Matisi na kuja hivi na baisikeli. Hmm. Trela ikawa imenipita some few meters kidogo Land Cruiser ilikuwa inatoka juu pande wa Webuye inaelekea Matisi. So wakati la, wakati trailer ilikuwa inakuja Land Cruiser nayo ilikuwa inajaribu ku uh, Land Cruiser ilikuwa inajaribu ku overtake. So by overtaking mbele akakuja akakutana na trailer. So hii gari ya polisi ilikuwa inatoka sehemu ya Webuye uh, kama kawaida, hatuelewi kama walikuwa wanafukuzana na kitu, hatuwezi sema kwa sababu kile pengine walikuwa wanafukuza akionekani, lakini walikuwa na spidi ya juu sana na ile trela pia yenye ilikuwa inakuja upande, kutoka, kutoka upande ya Bungoma kuelekea Webuye ilikuwa kwa spidi ya juu. Na ile gari ya polisi walipojaribu basi ku overtake kwenda upande ya right, akapata kwamba kuna gari ilikuwa inakuja, akajaribu kurudi sasa, kurudi kutoka tena ndio anakutana na ile trela. Sasa mimi kama mwokozi tumekuwa pale kuokoa, na kweli kwamba ilikuwa ni impact mbaya sana kwa sababu maofisa wawili tumejaribu kupiga tu ile bodi uh, ndio tukatoa miili yao miwili ndani, ili tuweze kudhibiti hizi vyombo vya usafiri. Kwa sababu tunapofika katika barabara tambarale, huwa tunaona kwamba gari inaenda sana, so naweza sahau ukajiachilia zaidi. Kwa hivyo ni ombi langu ya kwamba madereva, kila mahali waweze kudhibiti hizi vyombo. Mahala ambapo kuna mteremko zaidi, hapo ndio nafaa kuwa mwangalifu zaidi na poleni sana kwa hizo familia ambazo wamepoteza uh, maafisa wawili. Hata sisi kama public, mm, members of the public, tumepoteza ambao wanafaa kutulinda na kutushukuru. Mimi nilikuwa nimefika kule Matulo kona, lakini nikaona kitu inatendeka kwa ajali kuchungu sana. Kwa hivyo na nahimiza driver wetu wan, wachinzi wanavyotembea hapa barabarani wajue kwamba sisi tuna hii barabara ya kila mmoja. Trailer ilikuwa inakimbia kwa kasi sana na eh, kurusa pia ilikuwa inatembea kwa kasi sana watu wetu wamepoteza maisha yao, umeona. Hata serikali pia imepoteza maisha yao, hiyo ni mbaya. Hii barabara kutoka huko Kabrengu kufikia Malaba haina pumps, nataka watuwekee hiyo matuta. E, saidia kwa hii barabara ya kwamba wapunguse maspiti, au madrivers wetu wapunguse maspiti sana. Walikuwa kwa maspiti, ndio maana hiyo ajali litokea. Wangekuwa kwa spiti ile ndogo at least wangecheriwa tu lakini hawangekufa. Maskari wa Bungoma wa ndio wameaka wawili wote, alafu kuna lori, transist, imeharibika sho sho sho. sho, sho.